Sasa leo tutajifunza mbinu tano za kisaikolojia za kushawishi watu bila kutumia nguvu. Unajua, kuna mbinu za kisaikolojia ambazo unaweza kuzitumia kushawishi watu bila kutumia nguvu kubwa, na kosa kubwa ambalo watu wengi waga wanakosea ni kutumia nguvu katika kushawishi watu e. Mbinu za kisaikolojia ambazo ni nzuri ni zile ambazo hutumii nguvu, kwa sababu saikolojia tunajifunza akili ya binadamu na tabia zake, na ukishajua namna binadamu wanavyofikiri na wanavyoishi, basi unatumia eh, mbinu hizo kuendana na jinsi walivyo, sio kutumia nguvu. Sasa leo nitaenda kukuelekeza mbinu tano za kisaikolojia ambazo unaweza kutumia e, kushawishi watu bila kutumia nguvu hata kidogo. Lakini kama ni mara ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usahau kusubscribe. Sasa mbinu ya kwanza inaitwa nguvu ya kunyamaza au the power of silence. Hasa kisaikolojia, si binadamu huwa atupendi ukimya usio na maelezo unapozungumza na mtu afu ghafla anakaa kimya, unakuwa na mgandamizi wa kisaikolojia wa ndani ambao unakufanya uendelee kuongea ili kufidishia ule ukimya wa mtu aliyekaa. Sasa hii mbinu ina uwezo ikatumika katika ushawishi. Kwa mfano labda uko kwenye majadiliano au mahojiano, umeenda kwenye duka fulani kununua bidhaa, yule muuzaji akuambia bei ambayo wewe hujapendezwa nayo. Usimjibu kitu chochote. Cha kufanya mwangalie machoni kwa sekunde tano hadi kumi e, na usiongee kitu chochote. Utaanza kumuona ule muuzaji, ataanza kujisikia vibaya, ataanza kuona labda bei aliyokuambia hujaipenda, ataanza kuongea zaidi, na wengi unaweza kukuta anaanza kuambia basi, ngoja kupunguzia hii au chukua hii au chukua hii, kwa sababu kuna kuwa kuna mshinikizo wa kisaikolojia wa ndani wa kutaka kufidishia ule ukimya ambao umetokea. Sasa hiyo pia inaweza ikatumika kumwongoza mtu, kwa sababu yeye pale anakuwa na mgandamizo wa kisaikolojia bila hata yeye kujua, kwa sababu ukimya unamfanya mtu afidishie lile pengo la ukimya ambao umetokea kwenye mazungumzo yoyote. Lakini pia unaweza kuitumia mbinu hii kupata ukweli, yani the truth seeking. Unapozungumza na mtu ukaona labda anayokuambia hayana ukweli au kama anakudanganya, usimkatize wala usimwambie kwamba unadanganya, we mwangalie na usijibu chochote. Kisaikolojia utampelekea kupata shinikizo la ndani na ataweza kuongea mambo mengi zaidi ya tayari ambayo alikuwa hajafikiria kuyasema, na muda mwingine atakuwa anahisi labda umemshtukia, kwa sababu umekaa kimya na itamfanya azi kuongea zaidi hata yale mambo ambayo alikuwa hajapanga kuyazungumza. Lakini mbinu hii unaweza kuitumia pia kudhibiti hasira. Kwa mfano, mtu anakufokea au anaongea maneno ya kashfa juu yako, usimjibu. Unapomjibu ndio kama umempa eh, mafuta ya ile hali yake, ili aendelee ya kushambulia, lakini unapokaa kimya inamwasili yeye kisaikolojia, anajiona kwamba yeye hawezi kujidhibiti, yani self control, na baadaye anaweza kuja hata kuomba msamaha, kwa sababu ataona labda yeye ndo alikuwa na changamoto na alikuwa ana ah, changamoto ya kujidhibiti. Kwa hiyo inampelekea yeye kuona kwamba anayofanya hayafai, lakini unapojibizana naye unampa mafuta ya ile asila yake, ili aendelee kujibizana na wewe au kwa maneno ya kashma, lakini unapokaa kimya unakuwa umempa e, kama silaha ya kisaikolojia ya kumwasili yeye bila kujua. Kwa hiyo utajikuta e, hata pata nguvu tena ya kuendelea kushambulia na ataanza kuwaza kwamba huyu mbona kakaa kimya, huyu mbona yuko hivi, na ile itaanza kumwasili kisaikolojia na utajikuta e, baadaye anaweza kumfikiria kwamba amekukosea na anaweza kuja hata kukuomba msamaha. Lakini mbinu hii ya kunyamaza e, unatakiwa uitumie kwa busara kwa, e, kwa, e, e, kwa, kwa sababu unapozungumza na mtu afu sura yako ikawa inaonekana ina hasira au ina ukali, utaibadilisha hii mbinu kwenda kwenye hali nyingine kabisa ya kisaikolojia, ambayo inaitwa adhabu ya kisaikolojia, yani silent treatment, yani itaonekana kwamba unamfanyia makusudi mtu kukaa kimya na unampa adhabu ya kisaikolojia. Sasa hapo utaharibu kabisa mahusiano, lakini ili kuitumia mbinu hii vizuri, inatakiwa sura yako iwe katika hali nzuri, usionekane mwenye hasira na usionekane na hali ya kuwa na ukali. Hapo itakuwa ni hali ya kawaida na unaweza ukamwasili ule mtu, sasa akaanza kufunguka zaidi au kuongea mambo zaidi, bila hata yeye kutegemea kama angeyazungumza hayo mambo. Sasa mbinu ya pili inaitwa mlango wa uso, yani door is a face. Sasa e, kama navyofahamu mlango ni sehemu ambayo tunatumia kuingia ndani kwa, kwa sisi binadamu uso ndio sehemu ambayo unaweza kuona kama mtu amekubali au amekukataa. Kwa ndio maana mbinu hii ya saikolojia imetumia mlango wa uso kwa sababu sehemu ya uso ndio tunatumia kama ni mlango wa mtu. Sasa mbinu hii ikoje, unapoenda kumuomba mtu jambo anza na ombi kubwa ambalo naamini atalikataa. Alafu akishakataa muombe ombi dogo. Hebu chukulie mfano. Unataka kumuomba mtu shilingi elfu kumi. Usimuombe elfu kumi. Anza kumuomba laki moja. Alafu naamini kwamba laki moja atakataa. Alafu akishakataa muombe sasa shilingi elfu kumi. Ndani yake kisaikolojia sisi binadamu kuna kanuni mbili ambazo zitamwasili. Ya kwanza inaitwa contrast principle kwamba binadamu tunapendaga sana kuwa na uwiano kwa sababu ulianza na laki moja alafu kashuka mpaka elfu kumi, ile elfu kumi inaonekana kama ni punguzo au unafuu kwao, itakuwa ni rahisi kukusaidia. Lakini mbinu e, nyingine inaitwa e, reciprocity, sheria ya uwiano au kulipa fadhila. Binadamu wote tunapendaga kuonekana ni wema na hatupendi kuonekana sisi ni watu ambao sio wema. Mtu unapomkatalia kitu, huwa ndani unajikuta kama kuna deni, na ndio maana mtu anapokuomba kitu ukakataa haufili vizuri unaanza kujisikia vibaya. Sasa, akirudi pale pale, akakuomba jambo jingine ambalo ni nafuu, unakuwa tayari haraka kumsaidia kwa sababu ndani yako kulikuwa na deni la kisaikolojia la kulipa ile fadhila. Kwa hiyo unajikuta unamsaidia. Kwa hiyo kwa mfano mtu unataka kwenda kumwomba elfu kumi, usimwambie naomba elfu kumi, anza na laki moja, ambayo utajua laki moja atakataa, alafu subiri akatae, akishakataa mwambie basi naomba unisaidie basi hata elfu kumi. Hapo automatically anakusaidia. Kwa hiyo kwa hiyo ndio maana mbinu hii e, ni rahisi sana kutumia na inaweza kusaidia katika mambo mbalimbali unapotaka kwenda kuomba jambo lolote kwa mtu, hasa na jambo kubwa ambayo unaamini atakataa, alafu akishakataa basi e, subiri kwa muda kidogo, alafu rudi mwambie jambo dogo kabisa ambalo ndo likuwa lengo lako. Kwa hiyo unakuta lengo lako labda lilikuwa ni kitu fulani, hicho kitu usiende moja kwa moja, tumia kitu kikubwa zaidi, alafu akishakataa ndo uje kwenye hicho kitu, itakuwa e, rahisi wewe kukipata hasa mbinu ya tatu ni kutumia majina ya watu. Kuna mwandishi mmoja na mwanasaikolojia aliandika kitabu cha how to influence, anaitwa Dale Carnegie alisema, hakuna sauti nzuri au hakuna sauti tamu au na sauti ambayo watu wengi wanaipenda kama majina yao. Kwa hiyo unapokuwa unazungumza na mtu tumia jina lake, na kwanza ataona kama umemthamini na umemtambua na utavunja ile mipaka ya kufahamiana kwa sababu mara nyingi binadamu wanazoeana na wale watu ambao wamefahamiana. Unapotumia jina, itaonekana pia na wewe unamfahamu hata kama hukujamfahamu na umemuona siku ya kwanza, na itatengeneza mahusiano mazuri, kwa sababu mara nyingi kisaikolojia, sisi binadamu tunapenda wale watu ambao wanatufahamu na tunakuwa karibu na watu ambao wanatujua na tunakuwa huru zaidi na wale watu ambao wanatufahamu. Kwa hiyo unapoenda kwenye huduma fulani na ukakuta yule mtu anayekuhudumia ameandikwa jina lake labda kwenye tisheti au kama kuna kameme fulani kwenye nguo alizovaa, tumia jina lake, utaona jinsi anavyokuwa karibu na wewe na hata fly na atakuwa na ushirikiano mzuri na wewe. Na hii ni mbinu ya kisaikolojia ambayo inafanya kazi kubwa zaidi, kwa sababu jina tumeanza kulisikia toka utotoni, na ndo sentensi ya kwanza kuisikia kipindi tunaingia duniani, kwao imejengwa kuanzia ndani kabisa ya akili yetu. Lakini pia hata unapokutana na na mteja kwenye biashara yako, mtaje jina lake e, anapoingia unapokuwa unazungumza naye tumia jina lake. Na njia nzuri ya kutumia hii kanuni ya majina, usitaje jina lake mara kwa mara, taja jina lake pale anapokuja mara kwanza, mnapoonana na mwishoni mnapoachana, kwa sababu ukitaja tena pia mara kwa mara itaonekana kama kuna jambo fulani unalitaka, au kama kwenye biashara unataka kumshawishi afanye kitu fulani, au unataka kufanya jambo fulani ambalo sio sahihi, na hiyo utakuwa umeharibu kabisa mahusiano. Lakini njia nzuri ni kutaja jina yake mwanzoni na mwishoni. Hiyo itaongeza nguvu kabisa ya mahusiano mazuri kati yako na watu wengine. Sasa mbinu ya nne ni mbinu ya Ben Franklin au the Ben Franklin effect. Sasa Benjamin Franklin ni mtu maarufu zaidi eh, Marekani, na ni mmoja wa watu ambao walikuwa maarufu zaidi na wenye ushawishi mkubwa Marekani. Sasa huyu Ben Franklin, kuna kipindi alikuwa na adui mkubwa sana, alikuwa anamchukia sana sasa alifanya kitu ambacho kikaja kikageuza kabisa ile chuki na ule mtu akawa na mahusiano naye mazuri. Sasa alifanya hivi: alikuwa anachukiwa na mtu fulani. Alichokifanya, akaenda kwa ule mtu akamwomba kitabu, kwa sababu ule mtu alikuwa ana library ya vitabu. Alipomwomba kitabu, akakaa, baada ya wiki moja akakirudisha kile kitabu na barua ya shukrani. Yule mtu baada ya kurudishwa ile barua ya shukrani, walijikuta wakawa na mahusiano mazuri na yule mtu akawa hana chuki tena na eh, Benjamin Franklin. Sasa ndio aligunduka mbinu ya kisaikolojia kwamba mtu yote ambaye anakuchukia unatakuwa kumombe jambo dogo zaidi ambalo hawezi kulikataa kama kumwomba kalamu, kumomba eh, ushauri au kumulizia saa. Unapofanya hivyo unamuingizia mgogoro wa kisaikolojia ndani yake, kwa sababu hawezi kushikilia vitu viwili kwa wakati mmoja, ile chuki lakini pia na wema e, kwa sababu ukishamtengenezea huo mgogoro atajikuta ile chuki inaanza kupungua nguvu yake taratibu, na baadaye atapunguza ile chuki na mtakuwa na mahusiano mazuri. Kwa hiyo jambo dogo ambalo hawezi kulikata, na hiyo utakuwa umemwasili kisaikolojia, utakuwa umepunguza ile chuki. Na cha kuzingatia, usiende kuomba jambo kubwa zaidi ambalo ni vigumu yeye kukusaidia omba jambo dogo ambalo hawezi kukataa kama kumuuliza saa e, sahivi saa ngapi au naomba uniazime kalamu kama kazini au naomba unisaidia kunishauri hili jambo unapofanya vile unamtengenezea mgogoro wa kisaikolojia ndani akili yake na hawezi kushikilia vitu viwili kwa sababu anapoanza kushauri au kusaidia e, utamtengenezea mgogoro wa ndani wa kisaikolojia kwamba ah, mbona nimemsaidia mtu nayemchukia ndani yake ataanza kuona ah, kama nimemsaidia basi huyu mtu ninampenda kwa hiyo ile hali ya chuki itaanza kupunguza nguvu yake, na baadaye mtakuwa na mahusiano mazuri na mtu huyo. Mbinu ya tano inaitwa Focus on fit, yaani angalia miguu. Sasa sisi binadamu e, kuna sehemu nyingi ambazo unaweza kuzidanganya kama kwa mfano usoni, mikono, lakini kwenye miguu ndio sehemu ambayo unaweza ukajua E, mtu yukoje na mtu ana hali gani, kwa sababu e, miguu iko mbali kabisa na ubongo wa binadamu na ni sehemu ambayo binadamu wengi waka wanajisahau kuirekebisha. Unaweza kujirekebisha midomo usigundue, mikono au uso wake akawa anatabasamu, lakini kwenye miguu huwa sio rahisi kurekebisha. Sasa e, kwenye miguu kuna vitu vingi vya kuangalia na vinaweza vya kukupa e, tafsiri tofauti, kwa mfano E, pale unapoenda kwenye kundi cha watu wakuta watu ni wengi, alafu ukaanza kuongea nao miguu yao imeangalia kule, e, sehemu ambao huangalii wewe, hao watu wameukaribisha kwa heshima lakini hawataki mazungumzo na wewe. Yani wameukaribisha tu wewe kwa sababu wanakuheshimu, lakini hawataki mazungumzo na wewe na hawahitaji mwende kuzungumza. Lakini pia pale unapokuwa unaongea na mtu mmoja, labda mko kwenye chumba fulani ukaona miguu yake inaelekea mlangoni, au umekaa upande ambao sio wa basi huyo pia huyo mtu mazungumza nao zungumza hayafurahi na, na anajiandaa kuondoka, na ndio miguu yake inaelekea e, sehemu ambayo anataka kuondoka, kwa sababu sisi kisaikolojia, mara nyingi miguu yetu waka tunaelekeza kule sehemu ambayo tunakuwa na interest na kule, na hii imeanza tokea zamani kwa sababu e, tulikuwa tunajifunza kwenda sehemu ambayo kuna furaha au kutafuta chakula kwa miguu yetu. Imejifunza vitu vingi sana kuanzia zamani kabisa, enzi mababu zetu, na hiyo imetunza kwenye akili yetu kwamba tuna kaa, au tunaelekeza miguu yetu sehemu ambayo tuna interest na hapo. Kwa hiyo kwa mfano, umeenda kwenye group la watu. Unataka kujua wale watu wamekukaribisha vizuri, angalia miguu yao. Ukiona imekuangalia e, upande wako, basi hao watu wamekukaribisha na wanahitaji uendelee kuzungumza nao. Lakini ukiona e, wamegeuka kwa e, labda tuseme kwa kichwa kwa kuangalia, alafu miguu yao iko kule pembeni, hao watu wamekukaribisha tu kwa heshima, lakini hawahitaji mazungumzo na wewe. Lakini pia hata mtu mmoja ukiona miguu yake imekuangalia upande ambao upo wewe amevutiwa na wewe na yuko tayari kuzungumza na wewe Lakini ukiona imeangaa pembeni, basi huyo mtu hapendezi na mazungumzo ya kwako na anajiandaa kuondoka. Kwa hiyo mara nyingi ukishajua hivyo, basi unajua sana namna ya kuondoka katika hiyo sehemu, lakini na namna ya kumpa muda e, na kuangalia jinsi gani unaweza kutafuta muda mwingine wa kuja kuzungumza naye au kuzungumza nao. Hebu niambie katika komenti ni sehemu gani ambayo umejifunza zaidi usahau kushare kulike na kusubscribe. Tukutane tena kwenye somo jingine. Asante sana kwa kunisikiliza. Mi naitwa Elikhan Mtz. Bye, baibai, na uwe na siku njema.